Tunaombeni chonde chonde, uchaguzi umepita, tujenge kafu moja kama sisi tulivyoamua tukasema, makundi kwa heri. Sasa tunahitaji kafu ambayo itakuwa ni mwongozo itakayotetea Watanzania Nanyamba na kwingine kote Tanzania nzima. Baadhi ya wajumbe wa baraza kuu la uongozi wa chama cha wananchi kafu taifa wakiongozwa na ndugu Yasin Mrotwa wameendelea kuzunguka Tanzania bara na visiwani, kwa lengo la kukijenga upya chama hicho ambapo wanadai hapo mwanzo kilikuwa na mpasuko. Hayo yamesemwa na ndugu Dauda Hassan Kasigwa, ambaye ni mmoja wa wajumbe hao, alipozungumza na viongozi na wanachama wa chama hicho wa halmashauri ya Mji Nanyamba katika mkoa wa Mtwara siku ya Juni 14, 2025. Adwezi, Faida Online TV watu wa fildi tumefika na kuendelea taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Umekuja kwenu viongozi wangu kuhakikisha tunawaomba pale ambapo tumetereza, lakini ambapo pia tunaona panastahili ku, kuimarisha umoja wetu, tujenge umoja wa pamoja, twende kushinda halmashauri kwenye udiwani, twende kushinda ugombea wa ubunge, twende kushinda ugombea urais, Mwenyezi Mungu akipenda, inshallah. Ndugu zangu, hoja yetu ni ya umoja, hoja yetu ni ya kujenga, lakini ni hoja ambayo imesimama. Kuna kundi halitaki katika chama, kuna watu wanafikiri wao ni wao lakini sisi hatuwezi kukubaliana na kundi ambalo linakwenda kuharibu chama. Lakini hoja nyingine ya pili na hama huko ni ya jinsi nyinyi watu wa Nanyamba watu wa kusini mlivyotupa heshima, mimi naambia ni ukweli kwa sababu zangu nasema nda ile nda ile, mimi sita, sitafika huko, nitafika mkiniruhusu, lakini nafika hapa. Nawapongeza sana watu wa kusini, nimetuletea watu ambao chama sasa wanakipa heshima Huyu bwana huyu, ikiwa kama ni asili yenu nyinyi watu wa kusini, mko hivi, mmetulea mtu jasiri bwana huyu, ni jasiri bwana, sijui mnaniona vizuri, yaani huyu ni zaidi ya watu wangapi sijui, akisimama hivi maneno yake yanayotoka mdomoni kujenga hoja ah. Naomba kila mnachokifahamu mkifanye. Mheshimiwa Ndaire, kwenye baraza endelee kuwepo kwa sababu pamoja na uthubutu wetu sisi, kila mtu hapo anaemwona ili yani chama sasa hivi inasema hii, tunaitwa kundi la majasiri. Kwa jina anaitwa Yasini Mrotwa, ni mwenyekiti wa wilaya ya Mbeya mjini na vilevile mjumbe wa baraza kuu la uongozi la chama taifa. Hatuwezi kushinda, lazima tuwe wamoja. Kwa hivyo tuna, tuna jambo kubwa ambalo tutakulifanya kubwa zaidi. Kwanza tuwe wamoja, lakini tusipokuwa tumeshikamana manake bado kutokuwa na tatizo kubwa, manake adui atapata njia rahisi ya kupita hapo katikati, baada ya kuona sisi wenyewe tumetofautiana. Kwa hivyo tumekuja kusema neno moja muhimu kwamba wanachama walioko Nanyamba, wanachama walioko Kahama, wanachama walioko Mbea na wanachama walioko Pemba na wanachama walioko Unguja wanakupeni salamu sana, na wametuambia tujitahidini sana tuwaeleze ukweli huu kwamba ni lazima tushikamane kwa hali na mali, iwe kwa jua iwe kwa mvua tuwe pamoja. Kisha lazima uchaguzi huu tunapata kushinda. Sawa sawa jamani, sawa sawa. Mheshimiwa Ndaile anakwenda vita vya nje. Vita vya nje lazima uwe na mashirikiano mazuli, uwe na mawasiliano mazuri kipindi hichi. Usione haya Mheshimiwa Ndaile kumwamkia shikamoo mtoto wa miaka saba Tumeona jamani, yaani mara hii mwenzangu, upite kila kona, ukimwamkia mtu, wewe ukiona shikamoo ni muhimu, basi sema shikamoo. sawa sawa jamani. Sawa. lakini hoja ya msingi ni kwa kisha lazima tunapata nafasi ya kuwa mbunge wa jimbo hili la Nanyamba. Hata hivyo tumepata nafasi ya kuzungumza na ndugu Mohamed Hasani Ndaile ambaye naye ni mjumbe wa baraza kuu la uongozi chama taifa, ambaye anaonekana kuliwinda jimbo hilo la Nanyamba kwa udi na uvumba kwenye kiti cha ubunge. Mimi jina langu naitwa Muhamed Hasani Ndaile, ni mjumbe wa baraza kuu la uongozi chama taifa. Tumeanza ziara hii tangu tarehe 30 tukaelekea Unguja, Pemba kufanya ziara ya operation, kuhakikisha kwamba kafu inarudi katika hatua yake, kwa sababu kafu ilimwagika, kafu hakuna maelewano lakini tumekaa baadhi ya viongozi wa chama cha wananchi CUF ambao viongozi wa baraza kuu la uongozi wa chama taifa kama 30 na kitu tukaamua kufanya presha hii kuhakikisha kwamba CUF inarudi na tunaondoa makundi. Eh, kwanza niwaambie wananyamba, kwanza wawe na imani na chama chao, kwamba chama kimeimarika na chama kwamba kimepata viongozi mashupavu ambao wanapambana kuhakikisha kwamba CUF inarudi, na niwaambie wananyamba kwamba wawe na imani na chama chao, wahakikishe kwamba wanafanya nini, watuunge mkono, watuunge mkono CUF, wanaunga mkono na Ndaile pia wanaunga mkono, kwa sababu mpaka sasa ndio hivi, ameshatia nia tena kumwambia ubunge katika nafasi yake CUF. Mi naitwa Rose Rafaeli Kahoji ni mjumbe wa baraza kuu taifa la CUF natokea Mbeya yeah, hey, tarehe 20 na 27 nimetoka Mbeya, sijarudi Mbeya mpaka leo hii, inazunguka kwa gharama za kwangu mimi katika nchi hii. Hali ya chama iko vizuri sana pamoja na kwamba tulichokiongea, kuna makundi, na ndivyo hivyo vilivyotufanya kwamba tuanze kuzunguka nchi nzima. Wale ambao wanaendeleza makundi wasiendeleze makundi, wabaki kukijenga chama, wabaki kutumainia kuangalia kwamba chama hiki kinaweza kikatufikisha mbali. Tuseme kwamba CUF kwanza, mambo mengine baadaye.